Je, umewahi kujiuliza kwa nini licha ya dhambi, vita, magonjwa na maovu mengi duniani, bado dunia haijaharibiwa kabisa? Je, ni nini kinachozuia pepo za maangamizi zisifagie dunia mara moja? Biblia inafunua siri ya kutisha lakini yenye tumaini kubwa. Kuna malaika wanne wanaoshikilia pepo nne kwenye pande nne za dunia, wakisubiri muda kamili wa Mungu kabla ya kuachilia maovu hayo. Hili si fumbo la kawaida, ni onyo, ufunuo na ujumbe wa rehema kwa wanadamu wote. Kama unaamini Mungu bado anatoa rehema kabla ya hukumu, andika rehema bado ipo kwenye comment. Simulizi ya malaika wanne wanaoshikilia pande nne za dunia. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni mojawapo ya vitabu vya kina zaidi, vya kutisha, lakini pia vya kutia tumaini ndani ya Biblia. Kimejaa ishara Alama, maono na ujumbe wa mwisho kwa wanadamu kabla ya siku ya Bwana. Ndani ya mlolongo wa maono haya, kuna kisa kifupi lakini kizito sana kiroho, kisa cha malaika wanne wanaoshikilia pepo nne za dunia. Andiko kuu linasema baada ya hayo, naliona malaika wanne wamesimama juu ya pande nne za dunia, wakizishikilia pepo nne za dunia, ili upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Ufunuo saba mstari wa kwanza Hili si tukio dogo, ni kizuizi cha mbinguni kinachozuia hukumu ya ghafla, kikisubiri idhini ya Mungu. Maana ya pande nne za dunia. Biblia inaposema pande nne za dunia, haimaanishi dunia ina pembe nne kimazingira, bali ni lugha ya kinabii inayomaanisha kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Hii inaashiria dunia nzima bila kubagua taifa, rangi au bara. Hakuna mahali palipo nje ya mamlaka ya Mungu. Malaika hawa hawasimami juu ya nchi moja, wanasimamia ulimwengu mzima. Ujumbe hapa ni huu. Hakuna maovu, majanga au pepo yanayoweza kuvuka mipaka bila ruhusa ya Mungu. Pepo nne za dunia ni nini? Hawa pepo hawazungumzii upepo wa kawaida wa hali ya hewa pekee. Katika lugha ya Biblia, upepo au pepo mara nyingi ni ishara ya hukumu ya Mungu, maafa na majanga makubwa, vita, njaa, tauni na maangamizi, nguvu za kiroho zenye uharibifu katika Yeremia 59 mstari wa 36, Mungu anasema ataleta pepo nne kutoka pande nne za mbinguni kama hukumu. Hii inaonyesha kuwa pepo hizi ni zana za hukumu, si tukio la kawaida. Kiasiri, pepo nne inamaanisha nguvu kamili ya maangamizi. Malaika wanne ni nani? Hawa ni watumishi wa Mungu, si pepo wachafu. Wamepewa jukumu la kusimamia hukumu, kuzuia uharibifu, kusubiri amri ya Mungu. Hawa si malaika wa kawaida, ni malaika wa ngazi ya juu waliokabidhiwa jukumu la kimataifa na kinabii. Jambo la kushangaza, hawafanyi chochote kwa hiari yao. Wanasimama, wanashikilia na wanasubiri. Hii inathibitisha kuwa hata hukumu ipo chini ya nidhamu ya Mungu. Kwa nini wanashikilia pepo? Swali kuu ni kwa nini mungu anazuia maovu haya yasiletwe mara moja? Jibu linapatikana kwenye mstari unaofuata. Nikamuona malaika mwingine akipanda kutoka upande wa mashariki, ana muhuri wa Mungu aliye hai, naye akapiga kelele kwa sauti kuu. Ufunuo saba mstari wa pili. Hili si lija la kawaida. Ni sababu kubwa ya kucheleweshwa kwa hukumu, ni kuatiwa muhuri watumwa wa Mungu. Mungu hataki mtu yoyote apotee kabla ya kusikia ukweli, kupata nafasi ya toba, kuchaguliwa na kutiwa muhuri. Hii ni rehema ya Mungu, si udhaifu. Muhuri wa Mungu ni nini? Muhuri ni alama ya umiliki, ulinzi wa kiroho, uthibitisho wa wokovu. Kama damu ya mwana wa kondoo ilivyolinda nyumba za Israeli Misri, vivyo hivyo muhuri wa Mungu walinda walio wake. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, una muhuri hii ya kwamba, Bwana awajua walio wake, naye kila aliyetaja jina la Bwana na aache uovu. Timotheo wa Pili mstari wa 19. Hukumu haianzi mpaka walio wake walindiwe kwanza. Malaika hawaruhusiwi kuachilia bila amri. Malaika wa Mashariki anasema wazi, msidhuri nchi wala bahari wala miti hata tutakapowatia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika vipaji vya nyuso zao. Hii ni amri moja kwa moja. Hakuna tetemeko, tauni, vita vya mwisho, maangamizi kamili kabla ya mpango wa Mungu kukamilika. Ujumbe kwa dunia ya leo. Tunapoangalia hali ya dunia ya leo, hatuwezi kupuuza ishara zinazoonekana wazi mbele ya macho yetu. Vita visivyoisha vinaendelea katika mataifa mbalimbali mbali, damu inamwagika bila huruma, na amani imekuwa ndoto kwa wengi. Binadamu ana nguvu kubwa ya teknolojia, lakini moyo wake umejaa chuki, ubinafsi, na tamaa ya madaraka. Wakati huo huo, magonjwa mapya yanaibuka kwa kasi, yakileta hofu, maiti, na kuyumbisha mifumo ya afya duniani. Kilichokuwa hakijulikani jana, leo kinakuwa tishio la kimataifa. Haya yote yanatukumbusha udhaifu wa binadamu bila Mungu. Aidha, mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha mafuriko, ukame, njaa na majanga ya asili ambayo hayakuwa ya kawaida hapo awali. Dunia inaonekana kama inaugua, ikilia kwa uchungu kutokana na uharibifu wa binadamu mwenyewe. Zaidi ya hayo, maadili yameporomoka mambo yaliyokuwa dhambi sasa yanahalalishwa, haki imepotoshwa na ukweli unapingwa wazi wazi. Hii yote ni ishara kwamba dunia iko katika wakati mzito sana kiroho. Hivyo hivyo, licha ya giza lote hili, bado kuna rehema ya Mungu, bado kuna muda wa kutubu, kurudi kwa Mungu na kuchagua haki kabla ya mlango wa rehema haujafungwa. Tunaweza kujiuliza, je, pepo tayari wameachiliwa? Jibu la kina ni hili: bado kuna kitu kinachozuia uharibifu kamili. Biblia inasema kuna kizuizi kinachoshikilia kizuizi. Hicho ni mpango wa Mungu, uwepo wa kanisa, muda wa rehema bado haujaisha. Kitu cha kufanya pepo waachiliwe ni. Pepo hawataachiliwa kwa bahati mbaya. Kutakuwa na ishara kama uasi wa wazi kidhidi ya Mungu, kuongezeka kwa udanganyifu, kukamilika kwa idadi ya walioteuliwa, amri ya Mungu mwenyewe. Siku hiyo itakuwa ya kutisha kwa wasiokuwa tayari, lakini ya ushindi kwa waliomtii Mungu. tofauti ya hukumu na ghadhabu: ni hukumu ni marekebisho, onyo, kizuizi. Ghadhabu ni mwisho, hakuna kuchelewa, hukumu kamili. Malaika wanne wanashikilia hadi hukumu ibadilike kuwa ghadhabu. Simulizi hili linakuuliza swali moja kubwa: je, wewe ni miongoni mwa waliotiwa muhuri, au unangoja pepo wakiachiliwa? Sasa ni wakati wa kutubu, kurudi kwa Mungu, kuishi maisha ya haki, kuwa macho kiroho kabla ya pepo kuachiliwa. Mungu anaita, malaika wanashikilia, rehema inatolewa, lakini siku itafika ambapo mikono ya malaika itaachia. Swali si ikiwa bali lini. Leo bado ni siku ya wokovu. Unaamini kitu gani kinazuia dunia isiangamizwe kabisa hadi leo? Andika jibu lako kwenye comment. Kama simulizi hili limekufungua macho ya rohoni, subscribe kwenye Biblia Voice Kiswahili. Bonyeza kengele kwa masimulizi ya kina ya Ufunuo, ishara za nyakati za mwisho na siri za Biblia. Share kwa mtu anayehitaji kuamka kiroho leo. Biblia Voice Kiswahili, sauti ya onyo, sauti ya tumaini.